Katika maisha ya kisasa, shughuli za kila siku kama kazi, masomo na majukumu ya kijamii mara nyingi huziweka familia au kikundi cha watu katika hali ya msongo wa mawazo au kukosa muda wa pamoja. Hali hii inaweza kusababisha upweke, uchovu wa kihisia na kukosa ukaribu wa kweli kati ya wanajamii. Sasa, mitoko mbalimbali mbali kama safari za kulenga burudani kutembelea vivutio vya kitalii ndani ya nchi kama mbuga za wanyama, shopping malls, majengo maarufu kama vile East Africa Commission, the Logistic Hub, Mlimani City na maeneo mengine ya kuvutia na nafasi kubwa sana ya kuimarisha mahusiano na kuamsha ari ya upendo, umoja na mshikamano. Leo tunakutana tena kwa mara nyingine. Kujadili kwa kina hoja kuu tano za kitaalamu kuhusu mchango wa mitoko katika ustawi wa familia na kikundi cha watu wanaoishi au kufanya kazi pamoja. Karibu sana. Kwanza kabisa ni tuelewe kwamba mitoko huimarisha mawasiliano na uelewa wa kihisia. Kutoka pamoja kwenda kwenye maeneo ya burudani kunatoa nafasi ya mazungumzo yasiyo ya kawaida ya kila siku. Na hapa familia au kikundi cha watu huweza kuzungumza kwa ukamilifu zaidi bila msongo wa ratiba za kazi au majukumu mengine. Mazungumzo haya hupunguza kikwazo cha mawasiliano, kuongeza uelewa wa hisia zao na kuimarisha urafiki. Katika safari kama hizi, watu huwa katika hali ya utulivu zaidi jambo ambalo linawezesha kufungua mioyo yao na kushiriki mawazo, matarajio na changamoto zao kwa uwazi zaidi. Pili, mitoko huwa inaleta kumbukumbu za pamoja na kuimarisha hisia ya upendo. Kumbukumbu kumbu ni, ni, ni moja ya misingi ya mahusiano ya kudumu. Sasa, safari za pamoja eh, kutazama wanyama kwenye mbuga, kula pamoja, kucheza na kucheka pamoja huunda kumbukumbu tamu sana ambazo huishi kwa muda mrefu. Kumbukumbu hizi huibua hisia ya furaha na upendo, na mara nyingi hukua kuwa simulizi za kifamilia au kikundi zinazorejeshwa tena na tena kwa tabasamu. Hali hii huongeza thamani ya kuwa pamoja na kuimarisha uhusiano wa kimapenzi, urafiki na mshikamano. Tatu, mitoko kuongeza ari ya kufanya kazi kama timu na kushirikiana. Hizi safari za pamoja mara nyingi huwa zinahitaji upangaji wa kazi ya pamoja eh, kuamua mahali pa kwenda, namna ya kusafiri, bajeti ya matumizi na ratiba ya siku zima ni mambo ambayo yanahitaji ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo ushirikiana huku kupanga safari kunakuza tabia kufanya kazi kama timu, kuheshimiana mawazo na kufanya maamuzi kwa pamoja. Sasa, katika mazingira ya kikazi, uh, safari za team building huongeza uvumilivu, uwezo wa kusuluhisha migogoro na uelewa wa nguvu na udhaifu wa kila mshiriki. Nne, hii mitoko huwa inaongeza ari ya furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Safari za mitoko ni njia bora ya kujiondoa kwenye shughuli za kawaida, ambazo mara nyingi huzidisha msongo wa mawazo. Kutembelea vivutio vya burudani kunatoa fursa ya kupumzika, kufurahia mandhari, kuonja vyakula tofauti na kupata uzoefu mpya, na hii husaidia kuondoa uchovu wa akili na kurejesha hali ya maisha. Lakini kwa familia na kikundi cha watu wanaofanya kazi pamoja, safari hizi ni nafasi ya kusahau matatizo ya kila siku na kurejesha nguvu ya pamoja. Lakini pia mitoko huimarisha mshikamano wa kijamii na utamaduni wa pamoja. Wakati familia au kikundi cha watu wanaposhirikiana katika shughuli za burudani, tabia ya kushirikiana inazidi kukua. Na hii huunda msingi wa mshikamano wa kijamii ambao unashikilia wanajamii pamoja katika nyakati nzuri na nyakati ngumu. Aidha, safari za pamoja zinatoa nafasi ya kukuza utamaduni wa kuheshimiana, kujali hisia za wengine na kushirikiana bila ubinafsi. Katika mazingira ya kazi, hii mara nyingi huchangia kuunda mazingira ya kazi yenye amani, furaha na tija. Kwa ujumla mitoko mbalimbali kama safari za kutembelea maeneo ya burudani, shopping malls, majengo makubwa ya kibiashara, mbuga za wanyama na vivutio vingine nchini. Ina mchango mkubwa sana katika kuamsha ari ya upendo, umoja na mshikamano kati ya familia na kikundi cha watu wanaoishi pamoja au kufanya kazi pamoja. Mchango huu unaonekana katika kuboresha mawasiliano, kujenga kumbukumbu za pamoja, kuongeza ushirikiano, kupunguza msongo wa mawazo na kuibua hisia ya mshikamano wa kijamii. Kwa hiyo ni muhimu kwa familia na timu kufanya jitihada za kupanga mitoko ya mara kwa mara ili kudumisha mahusiano yenye afya na uhusiano wa pamoja.